Ha, mtazamaji, maelfu ya waombolezaji walikongamana jijini Roma nchini Italia kumuaga Papa Francis katika misa takatifu ya mazishi iliyofanyika katika kanisa Katoliki la St. Peters Basilica jijini Vatican. Naam, Kardinali Giovanni Battista Re aliyeongoza misa hiyo ya mazishi, alimsifu Papa Francis kutokana na juhudi zake za kuleta umoja, msamaha na kufungua milango ya kanisa kwa watu wote bila ubaguzi. Safin Achieng' Ouma na maelezo zaidi. Jumamosi saa tano za Afrika Mashariki, misa takatifu ya mazishi ya Papa Francis iling'oa nanga jijini Vatican, makadinali na maaskofu wakianza na msafara ndani ya kanisa Katoliki la St. Peters Basilica hadi nje palipokusanyika maelfu ya waombolezaji waliohudhuria misa hiyo iliyoongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re. Papa Francis ambaye jina lake kamili lilikuwa George Mario Begoglio alichaguliwa mnamo Machi 13 mwaka 2013 kuchukua nafasi ya papa benedict wa kumi na sita nafasi aliyoishikilia hadi kifo chake jumatatu ya pasaka akiwa na umri wa miaka themanini na nane despite his frailty and suffering towards the end pope francis chose to follow this path of self-giving until the last day of his earthly life he followed in the footsteps of his lord the good shepherd who loved his sheep to the point of giving his life for them. Kardinali Giovanni Battista alimsifu papa huyo kwa juhudi zake za kuleta umoja, msamaha na kufungua milango ya kanisa kwa wote bila ubaguzi. A church capable of bending down to every person regardless of their beliefs or condition. Baada ya misa hiyo mwili wa papa Francis uliwekwa kwenye gari jeupe na kusafirishwa kwa utaratibu, waombolezaji wakimpa heshima za mwisho hadi kwenye kanisa la Saint Mary's Major, mahali alipochagua azikwe. Tofauti na watangulizi wake, papa Francis aliomba mazishi ya kawaida na ya gharama ya chini. Jeneza lake lilitengenezwa kwa mbao za kawaida likiwa na mchoro wa msalaba tu. Msafara wa mwisho ulikuwa wa kuingiza mwili wake katika kanisa la St. Mary's Major na kabla azikwe, jeneza lake lilisimamishwa mbele ya sanamu la Mary Salus Populi Romani kwa heshima za mwisho. Hatimaye Papa Francis alizikwa katika hafla ya faragha iliyoongozwa na Kadinali Kamerlengo Kevin Farrell. Safin Acheng Oma, runinga ya Citizen.